Umoja wetu? Wetu, hili ni kundi pia la wako wa, wa, wa kutoka Amu, wakereketwa tunaokerwa na siasa za Lamu na sisi tumeona tusiwaachie wazee Mombasa na Lamu wakizungumza, na sisi tumeanza kujitokeza na itakuwa kila mara, na sisi tukitoa maoni yetu. Umoja wetu, umoja wetu, umoja wetu, Umoja wetu? Umoja wetu? Umoja wetu? Nama... Uh, una tushauri vipi eh, ndugu yetu Sheikh Abubakar Bini kwa siasa zetu zilizoko katika kaunti eh, yetu ya Lamu, siasa ambazo kwamba wakati mwingine utapata ni siasa za mashindano. Je, unatushauri vipi kwa kwa upande kama huu? Kwa hakika mara nyingi siasa za Lamu nimekuwa siasa za mikao na vikundi na kijamii, na hii ndio hutuangusha sana. Mara nyingi aangaliwe anayestahiki apewe uongozi, sio kwa sababu hatukukodishwa mahaba yetu yani yoyote tunamfuata tu, tuna, tuna na tunakuwa ndo, utaona yule amepata kura hivi. Aangaliwe anayestahiki, tupunguze ngoma nyingi, ngoma haisaidii. Uongozi ni malengo. Nani ambaye ataifikisha Lamu, hasa Lamu Mashariki, itafika vipi mbele kama kaunti zinginezo? Hili ni jambo, lazima kuwe na mikakati, lakini siasa zetu mara nyingi ni kujibizana katika mitandao na, na kutukanana na kukashifiana katika mitandao. Tutumie katika kuweka malengo, isiwe ni kutumia ya kudharauliana. Wote wanastahiki lakini ako anastahiki zaidi bila ya kuangalia ni, ni, ni, anatoka eneo gani. Sote ni wamoja katika la, la, la, la mashariki, lazima na umoja wetu tuangalie, tupunguze hisia za, za, za, za, za, za mapendeleo, mmoja wetu nguvu yetu.